a mikataba ya mradi wa uwekezaji ule wa chuma wa Liganga uliopo wilayani Ludewa mkoani Njombe, lengo likiwa ni kuepuka mikataba mibovu inayoweza kuingizia hasara taifa. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo alipotembelea eneo hilo la uwekezaji lililopo katika kijiji cha Mundindi ambapo amewahakikishia wakazi wa eneo hilo waliochukuliwa maeneo yao kwa ajili ya kupisha uwekezaji huo kuwa serikali itawalipa fidia zao mara itakapomaliza kujiridhisha na mikataba hiyo. Taarifa zaidi na tatu Abdalla kutoka Njombe <totipa> ni wakazi wa kijiji cha Mundindi wilaya Rudewa mkoani Njombe wakifurahia mara baada ya kumwona waziri mkuu Kassim Majaliwa akiwasili katika maeneo hayo. Kabla ya kuzungumza na wananchi hao, waziri mkuu Majaliwa ametembelea mradi wa chuma Liganga unaotarajiwa kuendeshwa na kampuni kutoka China, Chinese Mineral Resources Limited ikishirikiana na shirika la maendeleo ya taifa NDC baadaye akakutana na wananchi katika eneo la mwekezaji wa mradi huo ambapo mbunge rude wa Ludewa Deo Ngalawa amemuomba waziri mkuu kutoa tamko la serikali kuhusu ulipaji fidia kwa wakazi hao. Kuna maswali mengi kwamba mradi wa Liganga na Mchuchuma unaanza lini, jambo lote lingine inayotatiza ni juu ya fidia kwa watu waliopisha miadi hii miwili ya mchuchuma na Liganga, na ndipo waziri mkuu Kasimu Majaliwa amewaambia wakazi hao kuwa serikali imejipanga kuwalipa fidia zao mara baada ya kumaliza uhakiki wa mikataba. Mradi huu hautachukua muda mrefu baada ya kuwa tumekamilisha na kujiridhisha hivyo vipengele. Hatutaki kusikia tena wabunge wakitulaumu kwa kuweka mikataba mibovu. Serikali hii ni makini, nataka tuhakikishe mikataba yote inakuwa ni mikataba inayoweza kuleta tija kwa wananchi, kutoka wananchi wa Mundindi, kutoka wananchi wa wilaya nzima Rudewa, mkoa wa Njombe na Watanzania wote. Hayo ndio malengo yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya uwekezaji ya mradi huo amesema pamoja na uchimbaji wa chuma kampuni inatarajia pia kuzalisha umeme Uh, mgodi wa makaa ya mawe huko Mchuchuma wenye uwezo wa kuzalisha tani milioni tatu za makaa ya mawe ambayo itaenda kutumika kwa ajili ya kuzalisha umeme pamoja na vile vile kufua na kuchenjua chuma, kituo cha kufua umeme huko Mchuchuma cha kuweza kuzalisha megawati mia sita kati ya hizo megawati mia mbili hamsini zitatumika Liganga uh, katika kuchenjua na kuzalisha chuma na chapua na megawati mia tatu hamsini zinatarajiwa kwa wa wa katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amehutubia mkutano wa hadhara katika uwanja wa mpira wa Ludewa mjini. Tatu Abdawa, TBC Njombe.